Mheshimiwa mwenyekiti, jambo lingine nataka kuzungumza hapa ni mihuri ya wenye viti wetu wa vitongoji. Wenye viti wetu wa vitongoji waliondolewa mihuri. Sababu za kuondolewa mihuri kwa wenye viti hawa haina msingi wowote. Wenye viti wetu wa vitongoji, tunaomba mihuri yao warejeshewe. Zilikuwepo sababu zilizokuwa zinatolewa eti wanauza ardhi, mara wanafanya kile, mara wanafanya kile hatujawahi kufanya hivyo hata wizara ya ardhi, wapo watumishi ambao wanagawa viwanja zaidi ya viwili. Hatujawahi kuinyang'anya mamlaka wizara ya ardhi kwa sababu kuna baadhi ya mtumishi wa umma amegawa ardhi mara mbili. Kwa hiyo, wenye wenyeviti wetu wa vitongoji warejeshewe mihuri yao. Waziri wa utumishi, simamia hilo kikamilifu, tumeongea. Na mimi niongeze sauti kwa wenzangu waliozungumzia mishahara ya wenyeviti wa vitongoji, wenyeviti wa vijiji, wenye viti wa mitaa na madiwani tumezungumza muda mrefu, sitaki kuongea lakini, ilishawishi bunge hili tu, hii ndio bajeti ya mwisho. Tukifika kule mwisho bajeti ya serikali tuikwamishe mpaka pale mishahara ya hawa viongozi itakapopatikana. Hatuwezi tena kuendelea kukubali tena na maelezo mengine zaidi. Mheshimiwa Mwenyekiti, tunaendaa hii bajeti yetu ya utumishi, na kama tunavyojua kwamba wizara ya utumishi na utawala bora kwa kweli ndio injini ya utekelezaji wa majukumu yote ya serikali. Ukitaka kufanikiwa unafanikiwa kwenye wizara hii. Ukiamua kufeli unafeli kwenye wizara hii, kwa sababu ndio inayoendesha shughuli zote za serikali. Kwa hiyo tunataka kuona kupitia bajeti hii tunaboreshewa mishahara yao. Tunataka kuona kupitia bajeti hii madai yote ya watumishi wa umma, malimbikizo ya mishahara, madeni ya uhamisho, madeni ya, ya, ya posho za uhamisho, madeni ya, ya, ya posho za likizo na, na, na maslahi mengine muhimu. Hatutaki tena kuendelea watumishi wetu kuendelea kudai ma, ma, madai yao haya ambayo ni halali, kwanza tuliyapitisha kwenye bajeti husika. Hatujui kwa nini walienda kukopwa wakati bajeti ilipita hapa. Kwa hiyo tunataka mwaka huu kupitia bajeti hii, maslahi ya watumishi, kabla hatujaondoka bungeni hapa tarehe saba Juni, tuwe tumehakikisha watumishi hao wamelipwa mishahara hiyo. Na wewe waziri, watem, wa, wa, wa utumishi, unalo jukumu la kuhakikisha kwamba mambo haya yametekelezwa. Swala la kupanda kwa mishahara lisiwe jambo la hisani tena, mheshimiwa Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa masikitiko makubwa sana nimesoma pia kiambatisho namba saba kinachohusu tathmini zilizofanyi tathmini zilizo taasisi zilizofanyiwa tathmini za usalama wa mifumo ya TEHAMA, ambako ni mifumo mia moja kumi na mbili tu ndio ambayo ilifanyiwa tathmini, lakini nadhani tuna mifumo karibia takribani mia nane kama sikosei. Sasa hizi tathmini za kiusalama zinapofanyika zinapo kwa udogo namna hii, mheshimiwa mwenyekiti, tunapata matatizo makubwa sana. Tunategemea mifumo ya tehama kukusanya kodi, tunategemea mifumo ya tehama kwa ajili ya kusimamia matumizi ya serikali. Sasa hivi mifumo mingi ina matatizo makubwa, ina changamoto nyingi. Mifumo imeanzishwa na kuanza kutumika ikiwa wakati mwingine kanzidata na seva eh, bado zinamilikiwa na venda, lakini mifumo mingine inaruhusu fedha mpaka kuingia kwenye mifuko ya watu kwenda kwenye akaunti za watu, halafu bado una changamoto hii kubwa. Mifumo yako ya kufanyua ukaguzi, mkaguzi CAG amelia juu ya, ya, ya, ya kuparalyze kwa mifumo yetu ya ukusanyaji wa mapato, juu ya kuparalyze kwa mifumo yetu ya usimamizi wa matumizi. Sasa mheshimiwa Spika, mheshimiwa Speaker, mheshimiwa Mwenyekiti, kama hili jambo litaendelea na mifumo ya tehama ndiyo hii ambayo tunayoitegemea, kama mfumo unaweza ukakaa mfumo au haukaguliwi usalama mfumo unaendeshwa haujakaguliwa usalama maanake, mtu yoyote anaweza akatemba nao, mtu yoyote anaweza akaingia kwenye mfumo huo akabadilisha takwimu, mtu yoyote anaweza kaingia kwenye mfumo huo akafuta kumbukumbu. Usalama wa taifa letu uko wapi? Usalama wa mapato yetu uko wapi? Na jambo hili linasimamiwaje? Iga wana tatizo gani la kushindwa kulimeneji hili jambo na waziri wa, wa, wa utumishi anatuambia nini kuhusu uwezo wa IGA katika kusimamia hili jambo? Kwa nini mamlaka zinazovunja sheria sasa hivi, sasa hivi taasisi ambazo zinasimamia miongozo zinazo zinasimamia miongozo na sheria ya, ya serikali mitandao ni asilimia arobaini tu. Mheshimiwa Mwenyekiti, changamoto ya muda huu nashindwa hata sijui nitaongeaje sasa kuhusu Mheshimiwa, sababu zingine nataka kusema tu kwamba utawala bora wetu uko wapi? Mheshimiwa Waziri Simba Chaweni, Taarifa ya CAG, PPRA, FIU, TAKUKURU zinaendelea kuripoti uwizi wa fedha za umma kwa kiwango kikubwa lakini kuingia mikataba ya usiri ambayo haina, haina baraka za mwanasheria mkuu wa serikali ambayo haijabarikiwa na bunge hili na mikataba hiyo ikaendelea, alafu tuko na waziri wa utawala bora tuko na serikali inayosimamia utawala bora, haya mambo yanawezekanaje? Lakini asilimia arobaini ya watumishi wa umma hawafanyi kazi, na ni taarifa ya waziri mwenyewe. Watumishi wengine wamewekwa benchi, na mwenzangu amezungumza kwa fitina tu na chuki ndani ya, ya, ya mamlaka, lakini wameachwa tu na anayefanya hivyo ameachwa tu kukabizi rasilimali za umma kwa wageni, kwa mfano machi, machimbo ya wachimbaji wadogo, taarifa za CAG kutokufanywa kazi mifumo, na mikopo na matumizi ya fedha za umma hata nje ya bajeti. Haya mambo haya yanaruhusiwaje? Waziri, waziri wa TAMISEMI, waziri wa utumishi huko hapa, waziri wa utawala bora huko hapa. Kuna manju mmoja kule kwetu aliwahi kuimba dumoga gijozwa oronosaba jirale jabademi, anaitwa Mwana Chulichuli. Kwa nini tunashindwa kuchukua hatua mahala ambako sisi tunaweza kuchukua hatua? <tune>